E, mambo vipi tena mtazamaji wa Mastaz TV. Bwana mimi naitwa Alex Ali 26. Bwana kama nilivyokuambia, make sure umesubscribe, umelike na kucomment ili zidi kupata kila update zote ambazo zitakazo happen hapa kwetu ndani. Leo kafanya tukio lingine, kama unajua, hapa tuko kwa Decky. Tupo kwa Decky na watoto wapo kama Shazi, ni birthday mtoto wake pale. So, bwana, kuna mengi sana michatokea kama ulivyoona sema hapa ndo tunakaribia timisho, ila sio sana. Ngoja hey, nimpige ni, ni story na, na mtoto hata mmoja tusikie kitakachotokea mambo poa. Mzima hai, unaitwa nani? Kujua. Unakuja hapa kufanya nini? Kula kuna sherehe ya nani hapa? ulimtoa zawadi?

mtolee zawadi, wewe naje kutolea bado ha. Tuko hapa tuko hapa mpaka baadaye sana. Mama ni wa moto kule, mambo oh? Nzima? Nzima ah. ah. ah. unaitwa nani? Ah. Shaline, umekuja mm, kufanya nini hapa ya Diki ya Diki Diki ya Bedi ametimiza miaka mingapi? Anameta miga, ulimpa shingapi sasa? elfu moja ndio ulimpa? Kumbe lazima mingi mambo ndani yako. yako ninaniakowanapnwangapi kwenu. Sherehe bado nazidi kupamba moto, ngoja tuwasikilize watoto. Tuko hapa kwa watoto. Kama mambo? anakimbia Njoo tukimbizane. Mambo? Poa. Mzima. Mzima? Mm. Unaitwa nani? Faido. Faido, Faido? Mm. Kono wapi? Eh? Kono ni wapi? Kule kuzoneka. Huko umefuata nini sasa? Ni kwa dada yangu. Dada yako ndo wapi? Dada yangu. Dada yako ndo wapi? Eh? Ni dada, ni mtoto wangu. Mtoto wako? Ana miaka ngapi sasa? Ana miaka ngapi? Sijui. Unajua nini sasa na ujui na mtoto wako?

Na mtoto mjomba wangu. Anaitwa nani? Abedi. Sema happy birthday Abedi. Happy birthday Abedi. Unamtakia miaka mingapi? Eh? Unamtakia miaka mingapi? <laughs> <laughs> Miaka mingi. Miaka mingi. Ndio namtakia. Mambo.

Sema happy birthday Abedi. Happy birthday Abedi. Unataka miaka mingapi? Mingi. Bana kuna kavibu ka kutosha hapa. Basi mtoto uko kwenye ndinga tayari. Sijui nataka kudoda. Tolu tolu, samani tuende kwa tolu samani, tolu tolu bana, mbona em samani, kata kwanza, mziki wako vipi? Kwanza kata samani, nani nipigie simu. Eh, hello. Unaongea nani? Ni gomani. Ay, no no hapa no, no, na na kuja huko chapo. Haya. Ongea na nyago, aa, namaliza. Ah, kuna kazi tuna, tumepanga tunaenda kufanya kazi, nafikiri tuna shoot kesho. Sasa, Sasa, mama, niko busy niko niko niko kidogo. Uh, lazim kuwa hivyo sababu hii ni shughuli ya Brother ya Diki na Diki ni mtu ambaye namheshimu na anafanya yeah, na kazi. Kwa hiyo nimeamua kumbless kulingana na yupo, ayupo MC hawapo, nimeamua kuchukua sherehe kama yangu ili pasiwe na madhaifu, kwa sababu Brother yeye amesafiri hayupo na ametoka kikazi kidogo, ametoka nje kidogo nje hapa kwa hiyo mimi nimeamua kusimama kama nafasi yake ili pasipokuwa yeye mimi nikiwepo cha kwake kiwezi kuharibika mimi nikiwa nipo. Kwa hiyo nimeamua kumsupport na kumshikilia. Nafikiri yeye hajui kama mimi niko hapa. Hajui. Hajui, nimepigwa simu na shemeji yangu tu. Akaniambia ah, she mimi na, na birthday ya mtoto, kwa hiyo naomba uje uni, uni support. Yaani nilipofika nilikuwa na mambo mengi leo, nitakiona edit na nini lakini kaamua kuviacha kwanza. Nilivyoona birthday na nini nikaamua kumpangia kuna light Ah, mapamo kuna redio palikuwa mnata redio, redio nimechukua redio yangu ya kazi ili mm, e, sherehe ya Diki ni upendo fulani hivi mkubwa, ambao ndio nikimpatia. Umeamua kushika mic, mimi kwanza sio mwongeaji lakini nimejikuta tu nimeweza, baada ya kumtafuta mtu nimemkosa, nikaamua nishike mimi peke yangu. Lakini sherehe imehusisha na watoto wadogo, sasa hamna mtu mzima hata mmoja hapa, kivipi sasa? Sababu sherehe ni ya watoto, amezaliwa mtoto, amefikisha mwaka mmoja, mtoto wa bla Decky watatu. Kwa hiyo maandalizi, mimi sikuepo kwenye maandalizi, lakini waliamua wa kuandaa watoto tu basi, ili iende kwa watoto, watoto. Lakini hili swala maandalizi ya watoto ulikuwa ulijui? Ah, nafikiri nilikuwa silijui mimi mwenyewe, nimeona kama surprise. Sasa hivi kuna pisini watoto wataoga na nini hivyo. na, na litoke ili ili, ili kuna oda tayari, lazima kuwe oda. Huwezi kulitoa ilo pesini bila oda bro. Brother, kuwe oda kuwe kitu, kitu maalum ndio ilo pesini linatoka. Ilo pesini sio la kwangu la Diki, lakini mimi, mimi naweza kumconvince Diki ili, ili pisini litoke nje, nakatoka kwa muda wangu mimi naotaka mimi, lakini pia linaweza likatoka nje pakiwa na sababu kama hivi. Sherehe kama watu wanakuja kufanya mambo yao, wanataka kupiga ya picha na nini, wanajaziwa maji wakalipia. Mimi nafikiri nikisema nimeendesha nitakuwa nimepatia zaidi sana, maana wasimamizi wapo ambao ni brother Decky na nini wa. Yes, yes. Uh, mimi uh, ndio ni hapa Uh, so, uh, ndo nikamwambia, no huwezi kufanya hivyo na nini. Ukiangalia, kuna gari la mtoto, mimi nililisaka popote pale mpaka likapatikana. Alikuja anapiga picha kwenye gari, mwe ndani bado kuna picha natakiwa zipige, amechafuka usoni, ni cheki, zimempiga piga kote usoni hizo. Yeah, ni pictures hizo, ni picha. Lakini pia nimetengeneza kile gari, kimefika pale kwa maalum kwa nyaba ya huyu tu. Basi tumaliza shughuli, kinafungwa kinarudishwa store. Labda tumedondoka kwa shingavi hapa kwa bajeti, kitu kadogo dogo hapa. Mimi nisiwe kwa mnafiki, ni kama laki mbili tu bosi, sijajua laki laki moja na nusu. Afukiangalie kujeza maji hapo ni elfu ishirini kwa maji, kwa hela Of course, yeah, kuna watu wanalipa wanakuna... wako kwa niaba tu au wako kazian kujeza hicho kian kipisini tu basi, kuna ile gari ni melikodi elfu tano. Sasa, kuna viti, kuna mchele ko pale, aa washautenga pale, kwa hiyo bro, kuna hela imefanyika, yeah. Nakubali. Toro kama Toro rebani baru tuko hapa tuko hapa mpaka baadaye sana ngoja, uwa tumeendewa mamkwe, ambaye ni shemeji yetu, hata kama anashika picha. Okay, DJ, kuna mtu muhimu. Habari dada yangu, ana keki. Tunaomba pesa tukatie keki nzuri. Hiyo sio keki hapo, unaonja tu usikia ladha yake. Kutaka mamkwe, unavamia sherehe huju, tunaomba 200 wasikula keki.